Karibu katika eh, tafakari yetu ya neno la Mungu siku ya leo. Na siku ya leo tutakuwa na somo letu fupi ambalo tutajifunza kuhusu eh, uzoefu ni uzeefu au uzoefu unaua ubunifu. Uzoefu unaua ubunifu au uzoefu ni uzeefu. Hicho kinaweza kikawa kichwa chetu cha somo ambacho wewe unaweza ukaamua kipi ukifuatilie. Kabla hatujaanza tafakari yetu, basi natumuombe Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa sababu utasema nasi. Asante kwa sababu utatufundisha kupitia neno lako. Ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu na msikilizaji wangu huyu. Baba, ninaomba neema yako ikapate kumfunika na kumsaidia. Jalie kuelewa, jalie kujifunza kutokana na somo hili. Ninatamka baraka na uweza wako ukawe juu yake. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utasema nasi, utatufundisha na utatufafanulia. Baba, tunaomba utujalie kuelewa na kujifunza katika jina la Yesu Amen. Yes, karibu katika kujifunza, na hapa leo tutakuwa tukitafakari kwa habari ya uzoefu. Tunapojua, tunaposema uzoefu eh, wakati mwingine unapeleka kuwa uzoefu, ina maana eh, tunazungumzia eh, wale watu wote wanaojua jambo. Najua kuna namna unaweza ukaelewa namna ya kufanya kitu fulani ukawa umezoelea baada ya kuzoelea. Na tunaposema uzoe, uzoefu ina maana unajua kitu hiki kinafanyika, hiki hiki baada ya hiki kinafuata hiki, kwa hiyo umezoea huo mzunguko siku zote unaofanya, na kuna mambo naweza ukayarudia na kuyafanya hata ukifumba macho. Ndio maana kulikuwa kuna msemo unasema, mithali unasema, anayepofuka ukongweni hapotei njia, kwa sababu amezoea. Lakini leo nataka nikutafakarisha tofauti, kwa sababu kila mmoja amekuwa anasema eh, kuna msemo mbalimbali nasema uzoefu ni mwalimu mzuri kwa kweli e, mtu anaweza akawa amezoea na uzoefu huo ukamsaidia, na tunaona kabisa hata kama kwenye soko la ajira unakuta mwenye uzoefu ana thamani kubwa kuliko yule ambaye ni mpya kabisa anaanza, kwa sababu anaamini aliyezoelea kufanya jambo fulani, basi kuna mambo mengi amekutana nayo, kuna machangamoto mengi ameyaona na ameyashinda, au amekumbana nayo. Ni kama vile ambavyo wanasema eh, nyani mzee amekwepa mishare mingi. Basi hapa nitakuwa mimi ninakutafakarisha kutukua, uzoefu si wakati wote ni mwalimu mzuri, lakini uzoefu unazuia ubunifu. uzoefu E, mtu ukimkuta mzoefu ambaye amejifunga kwenye uzoefu hataki kujifunza vitu vipya, basi uzoefu huo hugeuka kuwa udhaifu. Na siku zote unapopata nafasi, hata ukiwa na uzoefu wa kufanya jambo fulani, usikubali kubaki na uzoefu peke yake bali chukua udhaifu kama fursa ya kukupa kujifunza na kujifunza vitu vingine. Tupo kwenye ulimwengu ambao kila siku mambo yanakuja mapya. Kuna kitu kinaitwa update, na kuna kitu kinaitwa outdate. Kwa hiyo ina maana kama kuna jambo ambalo ulikuwa unalijua lakini linapitwa na wakati naitwa outdate <coughs> lakini kuna jambo ambalo unaweza ukawa, eh, ulikuwa unalijua lakini unatafuta taarifa mpya kurihusu, basi tunasema unajiupdate, unajitafuta kujirudisha kwenye mfumo ambao unaendelea.

usipoangalia ukiwa na ufahamu ambao umeufunga, kuwa unajitosheleza na huo uzoefu wako, basi unageuka kuwa ni uzeefu, na uzoefu huo huo unazuia ubunifu, kwa sababu ukitaka kubuni, ukitaka kufikiri namna nyingine unasema hapana, huwa tunafanya hivi, huwa jambo hili linafanyika hivi. Hata wakitokea watu ambao wanakwambia unaweza ukafanya vizuri zaidi unakuwa hutaki, unataka kung'ang'ania lile lile ambalo ulikuwa ukifanya. Tunaona mfano kama aliyekuwa anagundua e, ndege angebaki na mtazamo wa kuwa baiskeli ni usafiri mzuri unaturahisishia. e, na ni kweli hakuna siku tungepata ndege, lakini uzoefu ambao hau unaweza ukakuzuia kupata ubunifu, lakini ubunifu, siku zingine, mara nyingi unavunja uzoefu na unapokuwa umevunja uzoefu basi mambo tofauti hutokea. Tutafakari kidogo katika neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 38 hadi 40, tuone kuhusu uzoefu kidogo. Neno la Mungu linasema, ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chapeo cha shaba kichwani, akamvika deli. 39 naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akavichukua, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichangulia mawe laini matano katika kijito cha maji akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao maana ni mkoba wake, na kombeo lake alilokuwa nalo mkononi mwake akamkaribia yule Mfilisti. Naona hapa ni kisa cha Daudi na Goliath, na tunaona kabisa Goliath ilikuwa ni jitu ambalo Sauli na jeshi lake walikuwa wameshindwa, yani ni kama wamepata mental paralysis, yani wamepigwa katika ufahamu hawawezi tena kupigana. Na Goliath anatukana, amekaa vitani zaidi ya siku arobaini, wa wamekaa, anakuja na watukana, lakini hawawezi kufanya chochote na wote wanaogopa kwenda kupigana naye. Lakini anatokea huyu kijana, anakuja kwa mimi nataka nikapigane naye, lakini ghafla wanataka kumvalisha eh, mavazi ya kivita na kila kitu na kila kitu, wanamvika uzoefu wao ili aende akapambana, wakati uzoefu wao huo haujawasaidia chochote na wameshindwa kwa siku zote hizo, na kijana akakubali akavaa huo uzoefu wao, akavaa hayo mavazi ya kivita akavaa hayo magwanda akavaa akachukua maupanga na nini nakavaa ha, na, na kofia. Anasema alipojaribu kwenda yakawa ni mazito, akasema, hivi vitu sikuvijaribu, sina uzoefu navyo na mimi siviwezi, akabidi avivue ili aende kwa vitu ambavyo na yeye anavizoea na pia anaweza kufanya kwa ubora. Na alipotoa akaokota mawe akachukua kombeo yake, akaweka yale mawe kwenye mfuko wake wa kichungaji, akamkaribia yule Mfilisti na akaja na mbinu nyingine, wakati alishika fimbo mkononi, wakati Mfiristi alitarajia mtu anayekuja kupigana naye apigane naye kwa upanga, yeye ameenda kupigana na Mfilisti lakini amebeba kombeo na fimbo. Na baada ya hapo Mfilisti akawa anajaribu anaamini, watakuja kupigana kwa mwerini, lakini yeye Daudi akazungusha kombeo yake na kurusha jiwe lile, jiwe likampata kwenye paji la uso yule Mfilisti akaanguka na akafa. Unaona, kokumbe angebaki na uzoefu ule ule wa kina Sauli, asingeweza kushinda hii vita, angebaki na ku uh, kushindwa kwa sababu zile zile mbinu za kizee, zile zile mbinu za zilizoshindwa zimekuwa zime outdated, zimechoka. Lazima turuhusu kama vijana na kuwa na ufahamu ambao unafikiri. Usikubali kukaa kwenye mfumo kuwa eh, mambo huwa yanaendaga hivi tu, mambo huwa yanaendaga hivi tu. Ni vizuri kujua mambo yanaendaje, lakini hakikisha una uwezo wa kujiuliza maswali, unakuwa na uwezo wa kujiuliza maswali kwa je, siwezi kufanya kwa namna nyingine? Siwezi kufanya kwa namna nyingine? Teknolojia ndio inavyokuja na mambo, mambo mapya ndio yanavyotokea, kwa sababu kila mmoja anafikiri. Wewe unagundua hiki, mwingine anakuja anaboresha, mwingine anagundua hiki, mwingine anaboresha, na hivyo ndivyo teknolojia huwa zinakuwa na huwa zinafika mbali. Kwa mpendwa wangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ninakusii sana hakikisha ubaki kwenye uzoefu peke yake, bali ingia na kujifunza mambo mapya. Kweli unajua, kweli unajua jambo linafanikaje, lakini nenda tafuta update, jua mambo yanayoendelea kulihusu jambo hilo, jua mambo yanayoendelea, ili usibakie kwenye uzoefu, kwa sababu uzoefu unaua ubunifu. Uzoefu unaua E, ubunifu unazuia, ubunifu unaweza ukazuia ubunifu. Mara kadhaa tumeona hiyo. Watu wote wenye uzoefu hata makazini wanakuwa ni watu watata sana, hata ukitaka kuwafundisha kitu kipya, wao wametaka kile kile cha zamani bwana. He, sisi tunafanya hivi tunafanya hivi. Hapana, lazima tujifunze na tukubali kuruhusu mambo mapya kuingia katika ufahamu wetu na kujifunza kwa upya. kwa pendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, mimi nikutakie baraka za Bwana katika kuiendea siku hii na katika kutafakari, ili usifungwe na uzoefu. Kama vile ambavyo Bwana ametupa neno hili, basi ninakutafakarisha na ninakuruhusu kwa jina la Bwana, nenda kagundue mambo mapya, nenda kafanye kwa namna ya tofauti na Dunia inathamini watu wa tofauti wanaofanya mambo kwa tofauti. Ukifanya mambo kama kawaida, basi utaishia kuwa wa kawaida. Ukifanya kwa tofauti, utakuwa mtu wa thamani na wa tofauti. Bwana akubariki sana na Bwana akutunze, na ninakutakia baraka za Bwana unapoiendea siku yako ya leo, na karibu tena hapa Gospel Stewards TV. Amen.